Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukojuze yale yaliyojiri, tukakuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni godi ni mawanja, nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: waziri mkuu Kassim Majaliwa asema fedha za mbio za hisani za bunge kutumika kujenga shule ya wavulana ya bunge. PPRA ya wataka watoa zabuni kujisajili NEST kunufaika na fursa za sheria mpya. Shirika la kimataifa la OCHA kupunguza wafanyakazi 2600 karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na waziri mkuu Kassim Majaliwa amewahakikishia Watanzania fedha zilizokusanywa katika mbio za hisani za Bunge zitakwenda kutumika kama ilivyokusudiwa. Amesema hayo leo katika mbio za hisani za Bunge zilizolenga kuchangisha fedha za ujenzi wa shule ya sekondari Bunge wa vulana ambapo shule hiyo itakuwa na uwezo wa kusajili wanafunzi wasiopungua 300 hadi 350 kwa mwaka na karibu zaidi ya shilingi bilioni tatu. Amesema ujenzi wa shule hiyo ni mpango wa Bunge kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan katika kukuza na kuendeleza sekta ya elimu shule hii itakuwa na vyumba vya madarasa vya kutosha. Tajengwa barabara nne za biolojia, kemia, fizikia na jiografia. Shule hii pia itakuwa na mabweni ambayo yatalaza wavulana wote wanaokadiriwa kuwa mia tatu. Lakini tutakuwa na maktaba mzuri ya kisasa, tunajenga bwalo kubwa la chakula tutajenga pia nyumba za waalimu pamoja na viwanja vya michezo. Tunapofanya haya, tunaenda sambamba na kazi inayofanywa na serikali yetu ambayo imeongeza idadi ya shule za msingi kutoka 16666 mwaka 2020 hadi 19783 kufikia mwaka jana mwezi wa Disemba. Lakini pia shule za sekondari zilizo zimeongezeka kutoka 1501 mwaka 2020 mpaka 5926 kufikia Disemba mwaka jana. Hatua hizi ni kwa ajili ya kuongeza uwezo wa ufundishaji na kujifunzia kwa wanafunzi wetu na walimu wetu. Kwa upande wake, Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson amewashukuru washiriki wote wa mbio hizo kwa kuunga mkono. Bunge limeonyesha mfano wa kujali watoto wake, nyinyi mmetunga mkono kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya kidato cha tano na cha sita. Tunafanya hivyo kwa sababu tumeshajenga shule ya wasichana, na sisi kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatamani kuwa mfano mzuri, kwa sababu tumeshamjali mtoto wa kike. Shule yetu bora kabisa iko hapa Dodoma na mbunge wa Dodoma, hebu sogea hapa, mbunge wa Dodoma, jamani shule imejengwa hapa dodoma na hii nyingine tunayotaka kujenga pia itajengwa hapa dodoma ili ipate nafasi ya kufuatiliwa kwa ukaribu kabisa na wabunge ili shule hii iwe ya mfano pia awali mwenyekiti wa mbio za hisani za bunge festo sanga alisema lengo la mbio hizo ni kukusanya fedha za ujenzi wa shule ya wavulana mbio hizo zilihusisha watu zaidi ya elfu nne ndugu mgenasi sisi tunafanya marathoni hii kwa mara ya pili mwaka jana tulifanya na mwaka huu tumefanya mwaka jana tulikuwa na kimbiaji zaidi ya elfu tatu leo tunayo furaha kwamba wakimbiaji wameongezeka ni zaidi ya elfu nne na hawa ndio waliojisajili kwenye mfumo lakini hapa kuna watu wengine wamekuja kuungana na sisi tuna, tuko zaidi ya watu elfu tano kwenye hili eneo kwa hiyo tunashukuru sana wakimbiaji wote ambao wamejitokeza kuja kushirikiana na sisi Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imewataka wazabuni wazawa na wafanyabiashara kwa ujumla kujisajili katika mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa umma Nest ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kupitia maboresho ya sheria mpya ya ununuzi wa mwaka 2023. Taarifa imeandaliwa na Rachel Chacha inasoma studio na Goodluck Msolla. Kupitia sheria hiyo, wazabuni na wafanyabiashara wenye sifa sasa wanaweza kuomba kazi zenye thamani hadi shilingi bilioni 50 huku makundi maalum kama vile wanawake vijana wazee na watu wenye ulemavu wakipata fursa ya kushiriki zabuni za hadi shilingi milioni mia tano. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya siku nne juu ya uelewa wa, wa sheria na kanuni za ununuzi wa umma yaliyofanyika wilaya ya Bagamoyo mkoa ni Pwani, meneja wa kanda ya Pwani kutoka PPRA Viki Morel alisema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo wa wadau wao kutoka taasisi za umma ili waendane na mabadiliko ya sheria mpya za tenda zimewekwa maalum kwa ajili ya wazawa au kwa ajili ya wafanyabiashara wa Kitanzania. Kwa mfano, kazi za mpaka bilioni hamsini zinapaswa kutengwa kwa ajili ya Watanzania, kwa maana ya kampuni za ndani pamoja na watu wa ndani. Lakini sio tu kwenye kazi za mpaka bilioni hamsini, kuna kazi ambazo zitatengwa maalum kwa ajili ya makundi maalum katika, katika maeneo husika. Haya makundi maalum ni wazee wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wanaweza kupewa kazi ya mpaka milioni mia tano. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana, wa, wawe tayari kuzichangamkia fursa hizi, lakini ili kuzifikia fursa hizi ni lazima wajisajili katika mfumo wa nesti na wawe tayari kuangalia fursa ambazo zinatangazwa na serikali. Kwa upande wake, meneja wa kujenga uwezo wa huduma za ushauri wa PPRA Gilbert Kamde alibainisha kuwa sheria mpya imeweka misingi thabiti ya uwazi na haki kwa wazabuni ikiwa ni pamoja na haki ya mzabuni kukata rufaa endapo hajaridhishwa na mchakato wa manunuzi. Hii ukisoma katika kile kifungu cha 73 kimezitaka taasisi ununuzi kuhakikisha zinafanya michakato ya yao kwa kutumia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma. Kwa hiyo matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma ni kwa mujibu wa matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ambayo inawataka ina, ina kila taasisi ununuzi kuhakikisha wanatumia mfumo, mfumo huu wa ununuzi ambao utawezesha sasa ile misingi ya ununuzi wa umma ambayo nimeitaja hapo awali ikiwa ni pamoja na kuongeza uwazi, ushindani wa kweli, haki, pamoja na uwajibikaji na thamani halisi ya fedha. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo walieleza namna ambavyo wameweza kunufaika na mafunzo hayo, huku pia wakieleza kuwa mfumo wa Nest umesaidia kurahisisha utaratibu wa ununuzi na kuongeza uwazi katika usimamizi wa mikataba ya umma. Zamani kabla ya mfumo, wewe mtu ambaye ni mta yani mtaalam unatumia muda wako kuwaelezea labda moja mbili tatu, lakini kwenye mfumo kama ukikosea kuna vitu ambavyo vinakuwa haviwezi vikaenda mbele, na inaonekana moja kwa moja kwamba hapa kuna shida, inabidi urudi uweze ku rectify. Kwa kweli imeweza kutufumbua macho na kuweza kujua kwamba taratibu zilizokuwepo kwenye mfumo wa zamani na wa sasa. Kidogo mfumo wa sasa umerahisisha baadhi ya taratibu, kwa sababu mfumo uliopita ulikuwa karibia, manunuzi mengi ni lazima mpaka yaweze kupitia kwenye Ministerio Tender Board iweze kuni, lakini kwa sasa tumeona tumerahisishiwa kazi zaidi ministerial tender board, kwa hiyo tunadili na masuala machache sana. Mafunzo hayo yalihusisha wataalamu wa ununuzi, wakaguzi wa ndani, wanasheria wa taasisi za umma pamoja na wakuu wa vitengo vya ununuzi, na yalilenga kuweza kuandaa kushughulikia ipasavyo utekelezaji wa sheria mpya kwa vitendo. Asante sana, Goodluck Msola kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Recho Chacha. Wananchi wanajishughulisha na shughuli za uvuvi katika mwalo wa Mnyara kata ya Nkome ya wilaya Geita wameishukuru serikali ya wa awamu ya sita inayoongozwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia mkopo wa shilingi milioni 117 uliwasaidia kuboresha shughuli za ufugaji wa samaki kwa njia ya uvizimba. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita ina taarifa zaidi. Mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ulianzishwa Julai 2024 ukiwa ni mradi wa kikundi cha wajasiriamali Mnyala Mchangani ambao umewezeshwa na serikali ya awamu ya sita kupitia Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Wakizungumza wakati wa zoezi la uvunaji wa samaki katika vizimba vilivyowezeshwa kupitia mkopo huo, wananchi hao wamesema kuwa mradi huo umechangia kuongeza kipato, kuinua hali ya maisha yao na kupunguza utegemezi wa uvuvi wa asili ambao mara kadhaa uliambatana na vitendo vya uvuvi haramu. Anzisha ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba kwa hiyo ina manufaa kwetu, make imetupunguzia kero ya uvuvi haramu pamoja na upatikanaji samaki kwa, kwa wingi kupitia njia kizimba. Huu ufugaji wa samaki kupitia vizimba ni mzuri sana, maana unanipa mapato pamoja na kusomesha watoto wangu kwa ajili ya biashara hiyo. Kwa hiyo nashukuru sana, waendelee kudhaminiwa katika ufugaji huu wa samaki, maana unatupa manufaa sana sisi wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Geita Karia Rajabu Magaro ameelezea kuridhishwa na juhudi za kikundi hicho na kuahidi kuwa halmashauri itaendelea kushirikiana nao na kuwawezesha kupata mikopo zaidi ili kukuza shughuli zao kwa taratibu zile zote zinazotakiwa. na kwa kuwa tumeona uzalishaji e, tutahakikisha kwamba mnapatiwa tena mkopo kwa ajili ya kuendeleza na kupata vizimba vingine ili uzalishaji uwe mkubwa na hatimaye muweze kuuza zaidi. Naye afisa uvuvi wa halmashauri hiyo Paul Emmanuel amesema ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba ni mbinu rafiki kwa mazingira na yenye tija kubwa, kwani umechangia kuongezeka kwa upatikanaji wa samaki kwa wingi tofauti na uvuvi wa kienyeji. Mratibu kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania Gracia Malugujo amekipongeza kikundi hicho kwa usimamizi mzuri wa mradi huo na kusema benki hiyo itaendelea kutoa ushirikiano kwa kikundi hicho ikiwa ni juhudi za serikali ya awamu ya sita kuwainua wananchi kiuchumi. Mazingira ya asilia ya kawaida, samaki wamepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii njia ya ufugaji wa samaki kwa, kwa njia ya vizimba imekuwa ni kama msaada kwetu na ni ukombozi mkubwa katika rasilimali ya, ya, ya zo kwa maana ya samaki, hapo katika hali nzuri sana ukilinganisha na maeneo mengine yote ambayo tumeshapita. Tunawapongeza sana kwa sababu ni wazi tunaamini wengi hawakuwa na knowledge hiyo. Ukiachana na uvuvi, cage farming ni kitu ambacho ni kigeni, lakini bado mmeonyesha nia, mmefanya maendeleo katika vitu mbalimbali kama ujenzi wa store. Lakini kuna maeneo ambayo tumeenda, hata gati tu la kukusanyia samaki hawakuwa nalo. Kiasi cha shilingi milioni 117 kimetolewa katika kundi hiki ambacho kinajihusisha na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Ni mkakati wa serikali kupitia halmashauri ya wilaya Geita hakikisha kwamba wajasiria mali wanafaidika na pato ambalo linatokana na serikali. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa kata Nkome iliyopo halmashauri ya wilaya ya Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Waziri wa kilimo mheshimiwa Hussein Bashe ameshuhudia utiaji saini wa makubaliano kati ya kampuni ya mbolea Tanzania, Tanzania Fertilizer Company TFC, na mkataba wa na kampuni ya United Capital Fertilizer nchini Zambia kwa ajili ya mauziano ya mbolea aina ya NPK kwa ajili ya wakulima wa zao la tumbaku, hafla iliyofanyika jijini Dodoma. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Kampuni ya mbolea Tanzania TFC, imesaini mkataba huo na kampuni ya UCT ya nchini Zambia kwa ajili ya mauzo ya mbolea aina ya NPK kwa ajili ya wakulima wa zao la tumbaku. Mara baada ya kushuhudia utiaji saini ya makubaliano hayo, Mheshimiwa Basha amesema kuwa ndani ya makubaliano hayo yapo makubaliano ya kujenga kiwanda cha mbolea hapa nchini, lengo ikiwa ni kurahisisha upatikanaji wa mbolea kwa wakulima wa zao hilo. Lakini tumekubaliana na UFCL kwamba wanawekeza Tanzania kwa ajili ya kujenga kiwanda cha kuzalisha mbolea ya tumbaku ya NPK. Michakato ya awali imeshafanyika na shughuli zingine za utekelezaji zinaendelea, na sasa watakuwepo hapa. Baada ya hili zoezi, watakuwa katika shughuli ya kuzunguka kwenda kuangalia maeneo ambayo uwekezaji huo utafanyika. Uh, partnership ya UFCL Tanzania itashirikiana vile vile partly na private sector ya Tanzania, lakini vile vile itashirikiana na serikali kupitia kampuni yetu ya TFC. Katika hatua nyingine, waziri Basha ametoa wiki moja kwa mkurugenzi wa mamlaka uthibiti ya udhibiti wa mbolea Tanzania bwana Joel Laurent kuhakikisha majina ya wakulima wa zao la tumbaku ili waweze kupatiwa ruzuku zao. nimewapa siku saba wamalize zoezi la uhakiki wa majina ya wakulima ili wakulima wapate pesa yao ya msimu uliopita. Aa, mpango wa serikali kwenye ruzuku ya, ya tumbaku utaendelea kwa mwaka msimu unaokuja, kama kawaida. Ruzuku ni maelekezo ya rais, hatutoacha kutoa ruzuku mpaka pale ambapo tunaamini wakulima wamefika kwenye point ambayo ni competitive kwenye soko. Mbolea za kupandia kwa ajili ya mabedi kwa wakulima wa tumbaku tayari TFC inazo, uh, tani elfu kumi na kumi na nne tayari ziko nchini. Kwa upande wake, Joel Laurent, mkurugenzi mkuu mamlaka ya mbolea Tanzania, ameeleza hatua ambazo wamechukua kwa ajili ya malipo ya wakulima wa tumbaku. Mpaka sasa e, tume, tumepita kwenye cha, chutku, tumepita kwenye chama cha wetku na tumepita kwenye chama cha milambo na tunaendelea kupitia kwenye vyama vingine vikuu kuhakikisha kwamba wale wakulima wanaostahili kulipwa ndio wale waliotumia mbolea, ndio wakulima wanaostahili kulipwa wakulima watakaolipwa watalipwa kwa, kwa, kwa mbolea waliotumia, yani, NPK kwa maana ya mbolea ya, e, ya tumbaku. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Wadau wa sekta ya elimu nchini wameiomba serikali kuangalia upya suala la tozo na kodi kwa vifaa vya kufundishia masomo ya amali sambamba na kuongeza kasi ya uzalishaji wa wataalamu wa kufundisha mchepuo wa elimu ya ufundi stadi ili kuendana na mahitaji ya sasa ya soko la ajira. Tuungane na Goodluck Msolla kwa taarifa zaidi. Wakizungumza wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, wa dau hao akiwemo mkurugenzi wa shule ya Dikai La Pita Junior pamoja na mwalimu mkuu wa shule hiyo Edmund Muhina wamesema licha ya masomo hayo kuanza kupendwa na kushika kasi miongoni mwa wanafunzi wengi nchini bado wanakabiliwa na changamoto ya gharama kubwa, hususan katika vifaa vya kufundishia pamoja na upungufu wa walimu wenye ujuzi maalum. Shida kubwa ni kwamba wanafunzi wanasoma darasani mtaala mpya, lakini hawapeleki kwenye vitendo na wapeleke kwenye vitendo, kwa sababu walimu wanaofundisha vitendo hawapo, na pili, vifaa vya kufundisha hakuna. Hivi kama tungekuwa tuna huu mtaala ungeendana na, na mazingira ya, ya walimu kuwa na uwezo wa kufundisha na vifaa vya ufundi, tungekuwa tunaweza kufanikiwa, lakini kwa mazingira haya hamna. Tujaribu shule chache tu za mfano, ili tupate wataalamu wengi zaidi waweze ku ku apply. Baada kwa sehemu moja kwa moja ni ngumu kupata vifaa vya vya, vya ufundishaji, ni gharama kubwa sana Mfano, mtu utakapoenda kununua gearbox ama utakapoenda kununua engine ya gari fulani, utaenda kununua wow, kama, kama mfanyabiashara. Kwa hiyo kodi utakayotozwa utatozwa kama mfanyabiashara, lakini sio kama mtoa huduma hmm, katika, katika nyanja hii ya elimu. Na tunapozungumzia vifaa vya kidigitali zaidi, kompyuta tunazihitaji kompyuta, lakini tunahitaji kompyuta za kisasa zaidi, ambavyo tunafahamu kwamba gharama zake ziko juu. Tunahitaji projectors projector tunafahamu gharama zake ziko juu, tunafahamu kwamba sasa hivi tunahitaji kuwa na smart board, smart TV ambazo gharama zake ziko juu, lakini kwa sekta ya elimu kama mtoa huduma anahitaji kupata vifaa hivyo, basi azingatiwe katika eneo hilo kwamba anaenda kutoa huduma ya elimu kwa hiyo ashushiwe ama apunguziwe kidogo vati ama gharama hizo za, za, za ununuzi. Kwa upande wake afisa elimu taaluma idara ya shule ya msingi wilaya ya Bagamoyo Joseph Buleta amesema serikali imejipanga kutatua changamoto zote zinazoikumba sekta ya elimu hususan upande wa masomo ya amali, huku akiishukuru serikali kwa kujenga shule ya sekondari ya mchepua wa amali katika wilaya ya Bagamoyo ambayo kwa sasa ujenzi wake umefika katika hatua za mwisho kukamilika. Serikali imeshachukua hatua uh, za awali za kuhakikisha kwamba vyoo vyote sasa hivi vina, vina, vina, wa, wa, wa, zina, Zina, zinatoa walimu wenye professional kulingana mabadiliko ya mtaala katika maeneo yote ili soko uweze we, kukidhi mahitaji ya mtaala ulioboreshwa kwao kuanzia msingi mpaka vyuo. Serikali imeendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba wataalamu wanatoka kwa ajili ya kuja kuendesha na kutekeleza mtaala ulioboreshwa ili uweze kuleta tija na ale malengo na makusudio ya rais yaweze kutimia ili mtoto aweze kupata ujuzi na kujiajiri. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi wamesema uwepo wa shule zenye mchepuo wa amali nchini utakuwa na msaada mkubwa kwao, hasa kutokana na ongezeko la uhitaji wa soko la ajira ambalo linahimiza vijana kujiajiri kupitia maarifa na stadi mbalimbali. Sasa hivi tunavyoona dunia inapokwenda, mambo ya elimu kama hizi ndio elimu nzuri zaidi, maana mtoto ni vyema zaidi akiwa ametoka, sio tu amepata secular education lakini angalau ana uwezo wa kufanya moja mbele tatu. Mfano, kama tuna nchi zingine kama, kama za China. Unakuta mtoto anamaliza shule hasubiri ajira anasubiri kujiajiri. Anajiajiri vipi? Kwa msingi ambao anaanza kupata kuanzia utotoni. So kwa watoto kujifundisha hapa engineer, siku kali siku tailor inamjenga mtoto hata pale pindi anapomaliza shule anaweza kujiajiri mwenyewe. Ninapenda kusoma lugha mbalimbali. French na Chinese. Uh, French. Je m'appelle Karen Valentine Diaka. Valentine Mon père s'appelle Valentine. Ma mère s'appelle Boupe. Je TD a de Kaira. Je habite a Bagamoyo. Je directeur s'appelle Pitajuna. Merci papa, merci mama. Ikumbukwe mwaka 2023 serikali ilianza kutekeleza mtaala mpya wa elimu. Huku mwaka 2024 ikitangaza maboresho mta ya mtaala huo yanayolenga kufanya masomo ya amali na ufundi stadi kuwa masomo ya lazima kuanzia ngazi ya msingi hadi sekondari. Asante sana Godluck Msolla like kwa taarifa hiyo. Kampuni ya Msama Promotion imesema tamasha la kitaifa la kuombea uchaguzi mkuu na utazamia kufanyika Oktoba mwaka huu litaanza rasmi Juni 21 na litaanzia mkoani Dar es Salaam kisha kufanyika katika mikoa yote ya Tanzania. Nasi Ibrahim anaeleza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo juu ya tamasha hilo, mkurugenzi wa kampuni hiyo Alex Msama ameendelea kuwaomba na kuwahimiza wadau mbalimbali kujitokeza na kudhamini tamasha hilo, huku akibainisha wa kuwa waimbaji wakubwa wa muziki wa Injili kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki katika tamasha hilo. Aidha, amesema maandalizi ya tamasha hilo yanaendelea vizuri na kwamba halitakuwa na kiingilio ili kila Mtanzania aweze kushiriki na kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Bado tunaendelea na kuomba eneo la kufanyia tamasha hili. E, tumeomba kufanyia katika maeneo mbalimbali hasa ikiwepo Uwanja wa Uhuru, Uwanja wa Benjamin Mkapa, kama ambavyo mnaona viwanja vile vinatengenezwa kwa hiyo tunaendelea kuomba nafasi kwa sababu tamasha huwa haliharibu uwanja, tamasha huwa halidhuru uwanja. Kama ambavyo wenzetu wanafanya shughuli zao katika viwanja vile, na sisi pia tumeomba tuweze kupata nafasi ya sisi ya kufanya tamasha hili, kwa sababu tamasha hili ni kwa ajili ya taifa, tamasha hili ni kwa ajili ya nchi yetu hiyo tunafanya tamasha kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa upande wao, wachungaji kutoka makanisa mbalimbali mbali nchini wameeleza kwamba tamasha hilo ni jukwaa la umoja kwa waumini wa madhehebu yote kuungana katika maombi ya kuombea uchaguzi ili uweze kufanyika na kumalizika kwa amani, kama ambavyo tuliomba wakati ule tuli uliopita kwa ajili ya ugonjwa wa korona, tuliungana nchi nchini kote tukaomba na ugonjwa ukaondolewa katika nchi yetu. Vivyo hivyo kwa umoja huo huo katika nchi yetu ya Tanzania, tuungane tena tumwombe Mungu kwa ajili ya uchaguzi. Tunaamini katika umoja wetu tutafanikiwa, uchaguzi utaenda salama. Wito wangu wote kwa wamama wote na wababa wote na watoto wetu wote na vijana na wadada, tuje kwa wingi katika viwanja hivyo ambavyo vitakuwa vimepata kibali kutumika kwa ajili ya maombi Tukamwombe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunaamini katika umoja, inawezekana. Kwa sauti ya umoja, Mungu wetu atatenda maajabu na miujiza. Maneno haya waendelevu, kwa sababu ndiyo sehemu inayoweza kulifanya taifa kubaki salama, na kwenye maombi ndipo tunamgusa, tunaugusa moyo wa Mungu, ndipo tunapata matokeo mazuri. Hata viongozi wetu tukiwaombea viongozi ambao wametoka kwa Mungu. Mtazamaji wa TVE hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godini Mwanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tuendelee na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Shirika la kimataifa la Ocha kupunguza wafanyakazi 2600.